Kucheza fainali na leo kupata bingwa tayari ni mafanikio tosha. E, sisi kama chama wilaya Geita tunafarijika kwa sababu tumemaliza msimu wa 2025 2026. Maeneo mengine huko nakuta ligi bado hazijachezwa. Kwa hiyo kwetu sisi hayo ni mafanikio makubwa sana. Lakini, mmeona hapa vijana wamepata nafasi ya kuonyesha vipaji vyao na tunatumaini kwa wale waliopata nafasi ya kuwakilisha wilaya kwa maana ya bingwa na mshindi wa pili Watakwenda kuonyesha e, uwezo wao zaidi kwenye ligi ya mkoa. Kwa hiyo hayo ni mafanikio kwetu. Lakini changamoto kwenye kazi yoyote hazikosekani. Kwa hiyo e, tumekuwa tukisema sana changamoto kubwa ambazo e, zinatukabili ni viwanja. E, tuna changamoto ya viwanja katika wilaya yetu. E, tunatamani sana e, ligi zetu zichezwe katika viwanja ambavyo vina hali nzuri. Ukitizama kiwanja chetu hichi cha leo, leo tulikuwa tunaomba isitokee mvua light, ingetokea mvua hapa, hii burudani pengine isingepatikana. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo sisi kwetu tunaona imetukabili zaidi ni viwanja. Kwa hiyo tu, tulitamani eh, tuwe na viwanja vizuri, lakini eh, tunaenda taratibu kwa kushirikisha serikali na kuweza kuona kama haya maeneo tunaweza tukaya E, boresha zaidi ili hawa e, vijana wakapata nafasi ya kuonyesha vipaji vyao kwenye mazingira yaliyo salama na rafiki. Tangu katika hatua ya makundi mpaka sasa hivi ni michezo ishirini na nane ambayo imechezwa aa, na ndani yake tumepata mpaka sasa hivi amefungwa magoli 64 na katika michezo 28. Na kwa hiyo ligi imekuwa na ushindani aa, timu zimekuwa bora sana lakini kitu kingine ambacho najivunia ni kwamba tangia ligi yetu ya wilaya imeanza haijawahi kutokea mechi imeahirisha kwa sababu ya timu kutofika kwenye kituo, kwa maana ya kwamba chama kwa kusaidizana na wahisani wadhamini wetu kilizisaidia timu nauli ambazo zinatoka hapa mjini kwenda kwenye kituo cha Nyarugusu kwa ajili ya kusaidia katika upande wa swala zima la, la nauli. Kwa hiyo hakuna mechi ambayo iliahirishwa hata mechi moja, mechi imechezwa vizuri kabisa, lakini pia hata katika upande wa waamuzi Aa, hakika waamuzi pia wamekwenda vizuri, kila kitu kimeenda vizuri na ambako tunafika katika hatua ya leo kuhitimisha fainali, fainali ya wilaya, kwa kweli tumeenda vizuri sana katika ligi ya wilaya msimu wa 2025. Jina, naitwa Lucas Sabu, ni kocha wa Bajaro FC. Kiufupi mchezo ulikuwa mzuri ee. Ndani ya pitch tumeonyesha kile ambacho tumejaliwa na ambacho tulikifanyia katika mazoezi, tumetengeneza nafasi nyingi japo tulizitumia. Ee, kimsingi mchezo ulikuwa mgumu na ndio maana mpaka tumeenda mpaka hatua ya ya, ya, ya matuta. Ah, mashabiki wasifadhaike kwa sababu ndio hivyo tunaanza na timu yetu bado ni changa, na wameona kile ambacho tumekionyesha. Tumeingia kwa mara ya kwanza kwenye ligi daraja nne, lakini tumeweza kufika mpaka fainali. Hiyo inatia moyo na inaonyesha ni hali gani ambavyo tunaenda kufanya katika daraja la tatu au oh, sikati tamaa. Hichi kitu ambacho kimetokea ni moja kati ya matokeo, mpira una matokeo matatu, kwa tuenda kuyafanyia kazi kwenye mazoezi. Bahati nzuri timu ipo kwa umoja na haitovunjika, na tumeingia daraja la tatu tutajipanga katika ligi hiyo. Kwa majina, naitwa Emmanuel Katemi, ni coach wa Mgusu Gold. Uh, kweli mchezo wa leo ulikuwa ni mchezo mgumu, hata jana nilizungumza kwamba utakuwa ni mchezo mgumu na pia utakuwa ni mchezo wa kiufundi zaidi. E, tumecheza, dakika tisini zimeisha, mchezo umemalizika, tumeingia kwenye mikwaju wa penalti. Mwenyezi Mungu katusaidia tumeweza kufanikisha ushindi. E, timu nyingi za vijijini. E, nitaomba tu kwamba viongozi wa ngazi za wilaya au mkoa wasizibezi sana, maana yake wazi, wazi support e, waone kwamba ni timu zao ma kikubwa tu, au lengo ni, ku, ni kutafuta timu ambayo itakuwa ni timu nzuri katika mkoa, pengine ifike hata ligi kuu, na ningependa kama coach zifike timu zaidi hata ya tatu nne. E, ambazo zinacheza ligi kuu itakuwa ni fahari ya Wanageita na itakuwa ni fahari e, ya, ya viongozi pia kuheshimisha e, mkoa wao na taifa kwa ujumla.